amemakuru komeje kugenda avugwa rero harashimangira yuko hari intwaro zirutse gufatwa ndaza kugaruka ku makuru ashimangira yuko General Arigyo Mebunyoni wabaye cyangwa se minisiri w'intebe hari biho bimaze imisi

ibi kandi biraza binakurikira ibindi bikomeje kugenda bivugwa nanone no ku ruhande by'umwariko rw'abakurikiye cyangwa se nabashyikirira leta z'umwe za Amerika bavuga yuko byari ingenzi mu gihe iki gihugu gikomeje gushinzwa ku indiri yo gucuruza ibyo bya bwenge kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri uyu mugoroba kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kwara natwe muri zigahonda za makuru hano ku Karabo TV nibero gwambire ugeze hano nyamuneka kandi ni se subscribe kugira ngo ubambire muzajye badukurikira utanga igitekerezo kandi like amakuru ribiganiriro byacu na

baguye ku bubika bunini cyane bw'intwaro ndetse n'ibikoresho bya gisirikare republika Repubulika ya Demokarasi ya kongo yari yarahawe n'ububirigi ariko bitarigeze bikoreshwa nk'uko amakuru atugera bivuga mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru dogita Oscar Barinda yasobanuye ko imirwano yabayeho itari igitero cyateguwe na M23 ahubwo ko yatewe n'ubushotoranyi bw'ingabo za leta ya kongo FARDC zari zimaze igihe rero zibagabaho ibitero nk'uko bigaragara nyamara ku ruhande rwa leta ya kongo nabo bakomenze kwemeza neza yuko

icyakora ibitangazamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye bikomeje gushimangira yuko indege z'intambara z'umubiligi zikunze kuzana abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bimwe bikanza kunyuzwa bika mu burundi ubundi bikabona kuruhukira mu ahasanzwe hari ibibuga by'indege ndetse n'ibirindiro bigiye bitandukanye muri bwa buasazabwa repubulika ya demokarasi ya kongo rdc kandi akenshi yemera ibintu mu biganiro niko yakomeje kugenda avuga atari kwikagira imigambi ishe inyuma twari tumaze rero amezi hafi icumi muri kamanyola ndetse no mu gice cy'akatogota tutarwana ariko kandi baza kudutera batunagamo rero amabombe baturutse mu misozi ihanamiye kamanyora basenya amazu bica abaturage ati hari n'amabombe yaturukaga mu Burundi bagafata bagafatanya icyo gihe kandi twafashe icyemezo cyo kwirwanaho

yagize ati wazarendo ahanini cyane na basivile ndetse n'amabandi bahawe intwaro batazi kuzikoresha badafite amahugurwa hagije naho rero ku ngabo z'u Burundi akenshi by'intwariko usanga ari imbonerakure zambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi ibyatumye rero nabo batagira uburambere bunini cyane mu bigendanye n'iyi mirwano yakomeje ja ashimangira ko kandi ubwo bageraga mu gace ka Ruvungi kari mirometero bitarenga icumuvuye mu mujyi wa Uvira basanze

rero mu gitondo cyakare cyo kuri uyu ucyo kur cyo cy'umweru wongeye kugaragara ndetse no kumvikana ibiturika byinshi mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru atugera bivuga cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye bihanamiye umujyi wa Uvira nk'uko amakuru atugera bivuga ibyo ngiye gutuma hakomeza kugaragara urwikekwe aho benshi bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bashimangira ndetse bakanavuga yuko intambara ishora gukomeza gufata indi ntera umwanya n'umwanya nkuko amakuru akomeje kugenda atugera nanzure mu gihugu cy'uburundi aho bivuga yuko ibihuha byo kuvuga ko jenerari arigyome bunyoni wabaye iminisitiri w'intebe w'igihugu cy'uburundi byavugaga yuko yamaze gutoroka ari byo byatumye asubizwa mu bitero by'igitega igitaraganya nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga

aya makuru kandi yabanje kumenyeshwa umuyobozi umukuru w'ubutasi mu ntara ya gitega hanyuma yashyikiriza uwitwa mukuna nk'uko amakuru atugera bivuga hashingiye kandi kuri ibi bivugwa bivugwa ko hatanzwe itegeko ryihutirwa ryo guhita basubiza igitega jenari bunyoni wari uherutse koherezwa mu bitaro by'igenga bya kila hospital i Bujumbura arembye cyane iperereza ryakurikiyeho by'unwariko ryanzuye ko ari ibihuha bidafite ishingiro kandi bakurikiranye inkomoko y'ayo makuru basanga yaraturutse kuri General Ndayiziga kuva icyo gihe kandi umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza muri gitega yagiye anengwa cyane n'abasirikare bakuru bamushinza kuba yaratanze amakuru adafite gihamya kandi yagira ingaruka zikomeye cyane nkuko amakuru atugera bivuga uyu wabaye umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi arembeye mu bitaro bya gitega nkuko bikomeje kuvugwa nyuma yo g rwa by'inywaku rubanza ndetse kugeza amagingo yanga amakuru atugera akaba akomeza gushimangira yuko uyu mugabo akomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane bigendanye n'ubuzima aharwahe diabete iri ku rwego rwo hejuru mbashimira mwese akomeje kudukurikirana ndetse awakomeje kubana natwe dusubire mu masaha ari imbere